Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza. Huu ni ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu ili apate kuwaonyesha watumishi wake mambo yatakayotokea karibuni. Kristo alimtuma malaika wake amjulishe mtumishi wake Yohana ambaye ameandika yale yote aliyoyaona, yaani ujumbe wa neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Amebarikiwa anayesoma maneno ya unabii huu na wale wanaosikiliza na kuzingatia yale yaliyoandikwa humu maana wakati umekaribia. Kutoka kwa Yohana kwa makanisa saba yaliyoko Asia. Ninawatakieni neema na amani kutoka kwa Mungu aliyeko, ambaye alikuwako na atakayekuja, na kutoka kwa wale roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi, na kutoka kwa Yesu Kristo, ambaye ni shahidi mwaminifu, wa kwanza kufufuliwa kutoka kwa wafu, na ambaye ni mtawala wa wafalme wa dunia. Yeye anatupenda na ametuweka huru kutoka katika dhambi zetu kwa damu yake, akatufanya sisi kuwa wafalme na makuhani tumtumikie Mungu baba yake. Utukufu na uwezo ni wake milele na milele. Amina. Tazama, anakuja katika mawingu, na kila jicho litamwona, hata na wale waliomchoma mkuki, na makabila yote ulimwenguni wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja mwenyezi. Mimi ni Yohana ndugu yenu na mwenzenu katika mateso na katika ufalme na subira kwa ajili ya Yesu Kristo. Niliwekwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu na kumshuhudia Yesu. Basi siku ya Bwana nilikuwa katika Roho, nikasikia sauti kubwa kama ya tarumbeta nyuma yangu, ikasema: andika haya yote unayoyaona kwenye kitabu, kisha ukipeleke kwenye makanisa saba yafuatayo: hii Efeso, Smina, Pagamo, Thiatira, Sardi, Filadelfia na Laodikia. Ndipo nikageuka ili nione ni sauti ya nani iliyokuwa ikisema nami, na nilipogeuka nikaona vinara saba vya taa vya dhahabu. Katikati ya vile vinara nikaona mtu kama mwana wa Adamu amevaa kanzu ndefu na mkanda wa dhahabu kifuani. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji na macho yake yalikuwa kama moto uwakao. Miguu yake ilikuwa kama shaba iliyosuguliwa sana, kama vile imesafishwa katika tanuri ya moto na sauti yake ilikuwa kama sauti ya maporomoko ya maji. Katika mkono wake wa kulia alishika nyota saba na kinywani mwake mlitoka upanga wenye makali kuwili. Uso wake uling'aa kama jua kali. Nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mfu, lakini yeye akaweka mkono wake wa kulia juu yangu akasema, usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni yeye aliye hai, nilikufa na tazama, mimi ni hai milele na milele Nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Basi andika mambo uliyoyaona, yaliyopo, na yatakayotokea baadaye. Maana ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kulia na vile vinara saba vya taa vya dhahabu ni hii: zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba, na vile vinara saba ni hayo makanisa saba.